Na mtazamaji, maafisa wa usalama kutoka maeneo ya Murang'a Kusini na Kandara wametoa onyo kali kwa wafanyabiashara wanaoendesha biashara haramu zikiwemo uuzaji wa bangi, pombe haramu na biashara za kamari mashinani. Maafisa hao wamekuwa wakiendesha operesheni katika maeneo mbalimbali ikiwa ni chini ya mpango wa siku mia moja unaolenga kukomesha matumizi ya dawa za kulevya, pombe bandia na kamari, wakibainisha kwamba zimechangia kuvunjika kwa familia, kuenea kwa tabia ya wizi na hata watoto shule kujiingiza kwenye visa hivi. Wale wanauza pombe haramu, hatutawapatia nafasi. Vile vile ba kuna time ya kufungua mambo ya kufungua ba kuna ile time ambayo watu wanaruhusiwa kuenda kwa ba tuta ensure ya kwamba tunaendelea na crackdown katika buzz, katika drugs and substance, katika bangi na katika gambling machines.